Kwa kweli ni jambo la kusikitisha kuhusu habari zinazopitikana ndani ya nchi yetu, na tunapenda tufungue macho ya wakongomani kwa kuambia ukweli wa mambo jinsi ulivyo. Ukweli ni huu, wakati tulikuwa tuko tunapigana mnoro Kivu, hatukuwazia kama arme yetu iko komplisi mwa hii vita hatukuwazia kama gouvernement yep iko complice mwa hii vita. Najua watu wengi watanibishia kama gouvernement iko complice. Me nitavatajia, nitabaonesha wazi maneno kadhaa kama gouvernement iko complice na iko derriere hii vita. Kila vikenyi wanafanya ma negociation madialoge nini, distraction ya kudistraire toute population. Lakini ce qui est vrai,

ilikuwa je e tukajitia mukichwa ke bahasi viko banapiga arme yetu kumbi ilikuwa manigansi alor ile je ya munoro Kivu ilikuja kuonekana vizuri sana tunataingia musiji Kivu. Wakati tulikuwa wakati tulikuwa Minova, Minova, arme ya Kongo ilikuwa pale mingi sana tena mingi sana ilikuwa bien arme bien ekipe me enta kulikuwa kulikuya vita vyenye tukujua vilitoka wapi, bakasede Minova na vakaambia vazalendo vote tuse vaaseme tutoke, alor guvernema inato, inatoka mena, tukakuwa oblige kusede Minova. Basi wakakamata Minova, tukaingia Nyabibwe. Nyabibwe kulikuwa arme ya guvernema pale, kulikuwa vazalendo pale, tulipigana vya kutosha Nyabibwe Tulipigana sana sekievre, na kuko soda ba soda gouvernement benye balipigana, parce que bien que tuko tunasema armée ko corrompi, mais aiko corrompi ota 100%. Kuko bale ba patriote benye ataba kamate zile franga, banapigana na vingine vengee, banazikatala banapigana ilade patriote. Tulipigana Nyabibwe, lakini armée ka trahir Nyabibwe, ikatombe Nyabibwe inatombe, banaingia kale banapigiwa kalee mzuri sana banarudia nyuma me, wakati wairudia nyuma armika traire bakarekipere tena tena tena kalee, tungali kalee, sie tunasikia basi vasi banafika kavamba, ila fali tuanze tafuta njia ya kutoka kalee, tufike mpaka mpaka miti mena, tunafika miti, tunaenda kavumu. Wakati niko kavumu tulikuwa na vageneral Amakombo pale kutoka kutoka kutoka Bunyakiri, General Makombo alikuwa pale, sie tuko miti, tuk tuko kavumu plito, tunasikia aseme chaine de commandement ya munyunyu inavunjika, e porta pale, munyunyu ndio kulikuwa centre ya, re, ya regroupement uh, ya ya, ya, bazalendo wenye walikuwa pale. Tuko miti, nauliza mie, nauliza colonel mwenye alikuwa anatumiwa kwa kukoordoner ekipe kipa bazalendo mwenye walirate pale ku hotel bata kumuya ku hotel pale Kavumu, colonel mwisha mumupige telefone kama si kuongea naye niliongea naye Kavumu na atabambia, wewe mwenyewe, anasema ni fulani. Nikabauliza depuis bazalendo biko nyamunyunyu mpaka hivi amuya badote, kitu biko mu danger deja, wakati batavavama pale batavavamia pale batajidefendre. Aye colonel mwisha akaniambia sema, c'est un processus

benye banapigana banatoka muvita, mafunzo gani yenye mutabapatia? Muno na sisi siye tulianza vita, muno na sisi hakuna mwenye alienda kuformation, tulitoka mu manyumba zetu na kuingia muvita directement. Alors depuis muno na sisi jusqu'à maintenant, ingine mafunzo gani mutabapatia? Il a fallu nous doter, watu bakasema c'est un processus mais au moment où tuko Kavumu bana rater eh, colonel mwisha kumua anakimbia anaenda Uvira tunasikia kesha kende coandma Nyamunyunyu inavunjika and de badand debadand, hakukupita 30 miniti masasi inaanza Kavumu. Sie tunatoka Kavumu masasi ti mpaka miti kavamba tombe katana tombe Kavumu tombe Nyamunyunyu tombe banakuya mpaka mpaka Bukavu tunafika Bukavu, wakati tulifika Bukavu, Vukavu tulifika Bukavu se mardi naenda ku hotel moya, naenda kuonana na colonel moya mwenye tulikuwa tulikuwa tunaongea naye, akaniambia hivi, Hamisi, sikia hivi vita vyenye viko huku ni masquerade, vrai bataille iko uvira na Fizi. Njoo kwenye kuko vrai bataille, hapa kote hakuko tena vita, na usiwazie aseme hapa kuko vita, me vita iko Uvira. Siku comprendre pourquoi anasema vile, na wakati tuko tunaenda kudefendre vile ya Bukavu. C'est un jeudi. masasi inaanza jeudi, masasi inaanza masasi inapigiwa jeudi vendredi, vendredi vendredi swari inakatika vendredi na 0 h inakatika samedi. vile ya Bukavu ilishinda bure, vile mutu dimanche, M23 inaingia Bukavu M23 ilingia Bukavu, haikupiga hata risasi kuanzia Katana mpaka Bukavu. M23 aikupiga risasi hata moyo, venye valipiga masase titi titi ni FARDC, mpaka kudestabilize, kuua, kupie, kuviole ni FARDC. Banafika M23 na kamata Bukavu, le meme jour M23 na tingia Bukavu, njo siku ekipe yetu ilitoka Bukavu ilitoka Bukavu, mana ukiangalia vile vyote FARDC inajua bien, bien, bien, bie biebiebien yote vita gisiku inaenda na FARDC nkuinafungula njia ya M23 kuingia, mana la kestion consepose njo maana nilisema ke guvernema inajua hii vita. Ko korompi, haikwaseme guvernema iko me guvernema iko komplise, alor la premiere kestion consepose tujulize siye vote. Burundi na Rwanda, Burundi na Rwanda valivevana tu kutupiana maneno, hava kupigana risasi, valivevana tu kupigana maneno, mpaka hivi frontiere ziko ferme. Ile kusema tu maneno na frontiere zote zikakuwa ferme, mesie depuis vaanze vunagana, vanaingia. Wakati vanyarwanda vanaingia Goma, valipita kugrande barriere imaginevu valisha kamata Barisha kamata Nyabibwe, kamata Nyabibwe, barisha kamata Minova lakini frontiere zote za Rwanda na Kongo zingali wazi. Imaginez-vous un gouvernement souverain yenye naacha frontiere ziko wazi na wakati vita biko na vita na ile pays voisin yenye biko wanapigana nayo, me frontiere ziko wazi. Imaginez-vous sa wakati basi wanaingia à la frontiere yenyi bali traverser abakukuya wapi? Aba bali ingia ku grande barriere bakaingia, bengine bakakuya ngambo za sake bakaingia ville de Goma et tombe benyi bali favoriser ile ni banani? Ni gouvernement. Gouvernement inajua ivita bien, bien. Ya pili indicateur ya pili yenyi inaonesha kama gouvernement inajua ivita au moment où basi banakamata Sake banakamata kichanga Ministre wa infrastructure wa Congo anaenda Uganda anasinye avena dizo kontra ya kujenga njia kutoka Bunagana mpaka, mpaka Goma. lakesio konsepozi koma guvernema yenyiku inapigana na vaasi inaweza kujenga barabara kutoka kwenye vaasi viko kuingia kwenye guvernema iko baelewane ba tujenge njia kutoka kwenye mweba meventrua muko twende Goma kwenye kuko guvernema haye. Guv ministre Kongole alienda ku, ku, kufanya zila akoro wapi? Tena anaenda kufanya zila akoro wapi? Uganda. Na wakati Uganda kuna deklareyo njo itamvaire Nord Kivu deriere Rwanda, lakini akoro zinaenda fanyiwa wapi tena? Uganda, guvernema yetu Uh, naam asante uh, sana hayo ndio ambayo tulikuwa tuko nayo kwa mchana huu wa tarehe uh, tano za mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano. Hii kitu ni kitu ambayo iko iko na mambo mengi ndani yake, kwa hiyo hatujamaliza. Uh, tukutanane majira ya saa tisa ambako tutakwenda kuimalizia maana ni kitu kubwa ambayo Uh, nimefanyia kazi kubwa ili uweze kufikia. So big up sana kwa wote ambao mko pamoja na sisi uh, pia niwaambie tu kwamba kulingana na masuala ya kimitambo na mitandao pia, lakini Uh, mambo yote yatakwenda kuwa sawa, so usikose pia kushare na kusubscribe Baraka1 TV. Kumbuka tu kwamba pia tuko Facebook pamoja na TikTok uh, kulike pia na kufollow, na hivyo utakufanya kuwa kwanza kuwa napata hizi data kila uh, kadiri jinsi unavyoweza pia, Baraka1 TV channel 2 ambako utakutana na pia na baadhi ya vitu kutoka Baraka1 TV.